Samahani dada, nimeibiwa pesa zangu pamoja na simu. Naomba unisaidie elfu moja nipate nauli ya kunifikisha nyumbani. Vipi tena, mbona unampiga mwenzako? Huyo ombaomba ni mjinga sana, yaani anaacha kwenda kutafuta kazi ya kufanya ili apate pesa, badala yake anakuja kuniomba hela ya nauli wakati hana ulemavu wowote. Pole sana dada, kama una shida ya nauli, mimi nitakusaidia Chukua hii, nadhani itakutosha. Asante sana kaka, Mungu akubariki kubariki Amina. Sasa unaweza kuendelea na safari yako. Sawa, karibu sana. Cha Usiku, asante sana ndugu yangu. Nimekuja kwako, nina shida, naomba unisaidie. una shida gani? biashara yangu haiendi vizuri kabisa, na nina madeni kila mahali. Mbaya zaidi, kuna kampuni ya mikopo imenipa wiki moja tu nilipe deni lao, na wanasema nikishindwa kulipa wanakuja kuchukua bidhaa zangu zote za dukani. Hivyo naomba unisaidie shilingi milioni kumi nikawalipe. Cha usiku, ndugu yangu, kwa nini usikope benki? Kwa sababu wao wana masharti nafuu, halafu pia ukikopa benki wanakupa muda wa kutosha kufanya marejesho ni kweli unachozungumza Alex, lakini mimi siwezi kukopa benki kwa sababu ana mambo mengi sana, na mtu wa karibu wa kunisaidia nimeona ni wewe, ndiyo maana nimekuja kwako moja kwa moja. Lakini cha usiku, kipindi hiki hata mimi hali yangu ya kiuchumi sio nzuri pia. Alex, ndugu yangu mwenzio, hapa nilipo sina mtu mwingine wa kunisaidia zaidi yako. Tafadhali naomba unisaidie nisiye nikapoteza biashara yangu. Basi naomba unipe muda nikutafutie hiyo pesa. Nadhani hadi kufikia kesho jioni nitakuwa nimeshapata suluhisho. Nitashukuru sana ndugu yangu. Usijali ndugu yangu. Vipi, utakuwa na haraka au nikuandalie chochote kitu? Wala sina haraka ndugu yangu. Okay, nikuandalie nini? Yaani hapa nilipo nina njaa hatari. Nadhani nikipata chakula na soda au juisi itapendeza sana. Basi ngoja ni kuandalia chipsi na juice. Sawa. Oh, Alex, uko sawa kweli? Ndiyo, niko sawa na hisi ni uchovu tu. Okay, ila kama kuna tatizo usisite kuniambia. Kuwa na amani cha usiku. Mimi niko sawa kabisa. Karibu sana cha usiku. Asante ndugu yangu, kwanza, pole sana kwa matatizo. Asante sana cha usiku. Hebu niambie, imekuwaje ukapatwa na upofu? Kwa sababu nimepata simu yako nikasema nipite nikusalimie kwanza, walau nikupe pole, kwa sababu umekuwa ukinisaidia kwenye matatizo yangu kwa kiasi kikubwa sana. Acha tu ndugu yangu, jana asubuhi nimeamka nikajiandaa vizuri tu ila wakati nachukua begi langu ili nielekee kazini, ghafla macho yakajawa na utando, nikawa sioni tena. Kwani hii hali ilishawahi kukutokea kabla? Ndiyo, ilishawahi kunitokea mara moja, lakini iliisha muda ule ule iliponitokea. Na siku yenyewe niliyotokewa na hii hali ni ile siku ulipokuja kuniomba nikusaidie milioni kumi. Ndiyo maana nilipatwa na kizunguzungu, lakini ile hali iliisha muda ule ule Usijali, ndugu yangu, kama ilishatokea na ikaisha, hata sasa ninaamini itaisha tu. Sina matumaini hayo, ndugu yangu, kwa sababu daktari ameniambia nina asilimia hamsini za kupona au kutokupona. Usikate tamaa mapema hivi Alex. mimi nina imani utapona tena. kama daktari alishakwambia kuna asilimia hamsini za kupona na kutokupona, mimi nasimama na hizo asilimia hamsini za kupona, kwa sababu naamini utapona naomba Mungu asaidie nipone, maana hii hali inanitesa sana. Usikate tamaa Alex, mimi nitakuwa pamoja na wewe kwenye kila hatua mpaka utakapopona. Asante sana cha usiku. Hey, Siri call cha usiku Halo cha usiku habari? Salama. Samahani cha usiku. Naomba unisaidie pesa kidogo ninunue mahitaji ya ndani kwa sababu sina chakula kabisa. Sina pesa. Lakini cha usiku, kumbuka uliniahidi kuwa nikiwa na changamoto utanisaidia, kama mimi nilivyokuwa nakusaidia. Hiyo ni ya zamani sana Alex. Kwa kweli mimi siwezi kukusaidia kwa sababu nina majukumu mengi sana ambayo yananikabili kwa sasa. Hivyo naomba usahau kabisa kama ulishawahi kuwa na rafiki anaitwa Chausiku. Kwa heri. Hey Siri, call Sam. Halo, halo, kaka, mambo vipi? Poa aisee. Ndugu yangu, nina shida na kiasi kidogo cha pesa Walau ninunue mahitaji ya nyumbani. Sunaelewa tangu nipatwe na hii hali siwezi tena kwenda kazini. Asemi mimi sina pesa kaka. Alafu pia kuanze sasa. Naomba usinishirikishe kwenye mambo yako. Na hiyo ulishawahi kunisaidia kipindi cha nyuma. Lakini hiyo sio sababu ya kufanya uniombe msaada kila unapopata changamoto. Kwa hiyo tafadhali, naomba upambane na hali yako. Sasa kama kila mtu anitaki, mimi nitaishije? Ni heri tu nife, maana naona sina thamani tena kwenye hii dunia. Kaka, una shida gani? Mbona unataka kujiua? Niache tafadhali, mimi sina thamani tena kwenye hii dunia. Sasa kama watu wote wamenitenga, nawezaje kuishi peke yangu? We niache tu nife. Hata watu wote wakikutenga, hiyo haitoshi kuwa sababu ya wewe kujiua, kwa sababu bado una nafasi ya kuanza upya. Halafu kwani umenisahau mimi? Kwa sasa sioni, kwa hiyo nashindwa kukutambua Nimejaribu sana kuifikiria hii sauti yako, lakini siikumbuki kabisa. Kwani wewe unanifahamu? Ndiyo, ninakufahamu. Mimi ni yule dada uliyenisaidia pesa ya nauli mwaka jana. Oo, hapo sasa nimekukumbuka. Hata hivyo, ni muda mrefu sana umepita, ndiyo maana nimeshindwa kuikumbuka sauti yako. Ni kweli kabisa. Hata hivyo mimi, nakuahidi nitakusaidia, kwa sababu msaada ulionipa siku ile ulikuwa mkubwa sana kwangu, na nilikuwa nakutafuta niweze kukushukuru, lakini sikujua ni wapi nitakupata. Lakini wapo watu niliowahi kuwasaidia kwa gharama kubwa sana, lakini mimi nilipopata changamoto hawakuweza kunisaidia kabisa, na wale waliojaribu kunisaidia walinisaidia tu kwa muda mfupi, kisha wakachoka na kunikimbia. Hivyo naomba tu uniache, maana msaada niliokupa ni mdogo sana, na haustahili kabisa kukufanya ubebe jukumu zito kama hili. Kaka huwa na imani na mimi, nakuhakikishia nitakusaidia mpaka nihakikishe umepona. Sawa dada yangu, mimi nakuamini. Sawa tuna, nikupeleke nyumbani. Mungu wangu, mbona kama nimeanza kuona tena! Unasema kweli? Ndiyo, sasa hivi naona. Wow, hongera sana kaka.